Msimu wa 24-25 wa ligi kuu ya NBC, kesho Jumapili, mechi za raundi ya 30 zinachezwa. Hizi ni mechi za kumaliza msimu kabisa, lakini hii itazihusu timu 14 peke yake, achilia mbali Yanga na Simba ambao wao watacheza raundi ya thelathini tarehe ishirini na tano watakapokutana wenyewe kwa wenyewe katika mchezo wa dabi hapo. Maana yake baada ya mchezo huo kumalizika ndio msimu rasmi utakuwa umekwisha, msimu wa ishirini na nne ishirini na tano. Unafahamu kwamba timu sasa hivi zinakwenda kuangalia kile ilichokipanda na inachokwenda kukivuna katika michezo hiyo ya mwisho maana yake tangu msimu unaanza, kila timu imejiwekea utaratibu na imejiwekea malengo ya kuona kwamba wanakwenda kuyatimiza namna gani. Msimu unaanza, msimu unafika katikati, mahesabu yanaendelea kufanyika tu, lakini mpaka sasa mahesabu ni ya mwisho kabisa. Sasa kuna timu ambazo zenyewe zinaonekana zipo katika hatari ya kwenda kucheza hatua ya mtoano kwa maana ya playoff. Na hii ni hatua ambayo ina mambo mawili, unaweza ukabaki kwenye ligi ama unaweza ukaondoka kwenye ligi. Ni jambo la kuangalia jinsi gani ambavyo unacheza michezo yako hii ya mwisho. Hebu tujikumbushe ratiba. Ratiba inasomeka kwamba mashujaa wao watacheza mechi yao katika dimba la Lake Tanganyika, eh, pale mkoani eh, Kigoma eh, na hapo atawakaribisha maafande wa JKT Tanzania, mechi ambayo mashujaa, JKT Tanzania hawana hatari yoyote ya kupromoka daraja kwa sababu ama kwenda kucheza playoff kwa sababu alama walizokuwa nazo ni kama wamejihakikishia kusalia, eh, katika ligi. Pamba Jiji watakuwa katika dimba la nyumbani la CCM Kirumba. Hapa wanakipiga dhidi ya wana KMC. Na hii ni mechi ambayo KMC tayari amejihakikishia kusalia wala hana hofu yoyote ya kuingia kwenye eh, kucheza playoff. Lakini Pamba Jiji ni kufa ama kupona, wanahitaji kupata alama tatu ili wajihakikishie kwa sababu alama walizonazo thelathini na tatu bado haziwezi kuwapa nafuu ya kusema wanaweza wa relax ama namna gani. Lakini mchezo mwingine Simba, Simba Sports Club, Simba watautumia uwanja wa nyumbani wa KMC Complex na watakipiga dhidi ya Kagera Sugar. Kagera Sugar tayari imeshamalizika kwa maana imeshashuka daraja. Kwa hiyo, Simba ni kufa au kupona, kutaka alama tatu kwa sababu wapo katika mbio za ubingwa. Matokeo na ratiba nyingine ni kwamba E, Namungo watakuwa na nyumbani kucheza dhidi ya Ken Gold. Namungo watawakaribisha Ken Gold katika dimba e, la Majaliwa huko mkoani Lindi na hii itakuwa ni mechi ambayo Ken Gold, tayari wameshaporomoka daraja hawana cha kupoteza mpaka hivi sasa, lakini hebu angalia Namungo mechi yake iliyopita walicheza dhidi ya Kagera Sugar, Kagera Sugar ambao wamepoteza wameshaporomoka daraja, lakini wakaenda kuang'ang'ania Namungo kiasi ambacho mechi yao ikamalizika kwa bila kufungana mara yake namungo walipata alama moja tu katika mchezo huo dhidi ya timu iliyoporomoka daraja kesho wanacheza na timu nyingine ambayo eh, nayo imeshaporomoka daraja kwa maana ya ken gold wanakwenda kuambulia nini namungo ni jambo la kusubiri na kuona ratiba nyingine inaonyesha singida black stars hawa singida watakuwa katika dimba lao la nyumbani kukipiga dhidi ya mafando wa tanzania prisons ne mechi nyingine hii ambayo tanzania prisons wana kila sababu ya kupata matokeo ya ushindi, kwa sababu alama walizokuwa nazo zinatishia kabisa kwenda kuingia katika playoff, na pengine wanaweza wasirudi ama wakarudi katika ligi kuu. Inategemea karata wanakwenda kuzichanga namna gani. Mechi nyingine leo, Young Africans wanacheza katika dimba la New Amani Complex, wanakipiga dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma hawana hatari yoyote ya kwenda kucheza playoff kwa sababu alama walizo nazo, tutaangalia baadaye kwenye msimamo, zinawaruhusu kabisa kuwa kubaki na kuendelea kurelaksi kwa sababu hawana hofu yoyote ya kufika kwenye hatua ya playoff. Lakini Yanga do or die, kufa ama kupona, lazima wapate ushindi kwa sababu wao wapo katika mbio za ubingwa. Mechi nyingine ni wagosi wa kaya ya Coastal Union Coastal watakuwa katika dimbo la nyumbani Mkwakwani pale na hapa watawakaribisha Tabora United Tabora, ambao wapo katika mwendo wa kinyonga. Mechi nyingi za mwisho ambazo zamezicheza kama sita saba hivi, wamechezea kichapo kibaya, na hii tafsiri yake ni kwamba unaona wazi kabisa ken, eh, eh, Coastal Union wanayo sababu ya kupambana, ili na wao wapate alama zitakazowaweka katika mazingira mazuri. Mechi nyingine itakuwa ni kati ya Fountain Gate Fountain Gate watacheza katika dimba la nyumbani la Tanzania Chukwara dhidi ya Azam FC na ni mechi ambayo Azam hana hofu kwa sababu ameshajihakikishia kukamata nafasi ya tatu. Hakuna timu nyingine itakayeweza kumfikia kufika kwenye nafasi ya tatu, kwa hiyo amejiwekea eh, kizingiti cha kusalia hapo. Kwa hiyo ni mechi ambayo wataamua wenyewe, waende wakashinde ama wakatoe sare ama wakafanye nini, ni jambo ambalo Azamu wataamua wao wenyewe. Fountain Gate wana alama ishirini na tisa maana yake ikiwa watashinda mchezo wao huo, watafanikiwa kupata alama thelathini na mbili. Sasa je, wana uwezo wa kunusurika wasicheze playoff? Hili ni jambo la kusubiri na kuona, tuangalie mambo yatakavyokuwa. Lakini yote kwa yote, unaona kabisa na jinsi gani eh, mambo yalivyokuwa ni magumu kwa upande wao. Kwa hiyo ratiba ya michezo ya kesho Jumapili ni hii ambayo unaiona hapo katika skrini yako eh, uweze kujua kabisa timu yako inacheza na timu gani lakini pia vilevile, usisahau michezo hii yote inachezwa muda mmoja, kwa maana ya saa kumi za jioni, zote zinachezwa katika muda wa saa kumi za jioni, ili kuepuka yale yanayotajwa tajwa kwamba pengine kunaweza kukaa kuna hali fulani ya kupanga matokeo ama namna gani, ndicho kitu ambacho kinaepukika. Sasa ukitoka hapo, hebu tuangalie sasa msimamo unavyosomeka. Ukiangalia msimamo hapo unavyosomeka, unawaona Tanzania Prisons nafasi ya kumi na tatu. Unawaona Fountain Gate nafasi ya kumi na nne. Hizi ndio timu zenye hofu na hali mbaya ya kwenda kucheza kwenye playoff, ndivyo ambavyo inaonekana kwa sasa hivi, lakini msimamo huu unajionyesha hapo juu, uwiano eh, wa tofauti ya alama moja tu, Yanga akiwa naongoza nafasi ya kwanza na Simba kwenye nafasi ya pili. Ni mechi ambazo kusema kweli, eh, zinasubiriwa kwa hamu kwenda kutoa hatima ya nani amefanya nini. Sasa baada ya michezo hiyo ya kesho, tarehe ishirini na mbili Tarehe 25 ndo utachezwa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Huu ni mchezo wa mwisho wa raundi ya 30 kwa Yanga na Simba. Yanga ni mwenyeji, Simba ni mgeni na mechi itachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa majira saa kumi za jioni. Nini kinakwenda kutokea katika michezo hii ya kumaliza msimu? Ni jambo la kusubiri na kuona ili tuweze kujua hasa katika hali ambayo vilabu vimejitengeneza, vimejiwekea mikakati, wanakwenda kuumaliza msimu namna gani.